Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Agano. Alikuwa ni kijana mchapakazi sana ambaye alikuwa anamiliki duka dogo la dawa pembezoni mwa barabara kule Tabata. Agano alikuwa ameoa mwanamke mrembo sana aliyeitwa Ana. Mapenzi yao yalikuwa ya kuvutia sana, watu wengi walitamani kuwa kama wao. Walikuwa marafiki wa kweli, waliokuwa wakifanya kila kitu pamoja na kwenda kila sehemu pamoja. Ana alikuwa mfanyakazi wa benki kabla ya wazazi wake kufariki na kumwacha na urithi mdogo. Wakati huo wa huzuni, ndio alipokutana na Agano ambaye alimfariji na kumsaidia kusimama tena. Baada ya kuoana, Ana aliacha kazi yake na kujiunga na Agano katika biashara ya duka la dawa. Kwa kutumia sehemu ya urithi wa Ana, waliweza kukuza biashara yao na kufungua matawi kadhaa ya maduka ya dawa jijini Dar es Salaam. Walikuwa na maisha mazuri, nyumba nzuri, biashara iliyostawi na upendo wa dhati. Lakini furaha yao ilizuiwa na kivuli cha ugonjwa wa Ana. Alikuwa na matatizo ya moyo ambayo mara kwa mara yalimsumbua sana. Hii ilimuumiza Agano kwani kila wakati mkewe alipougua alijihisi hana msaada wowote. wa Lakini licha ya ugonjwa wake, Ana alikuwa mtu mwenye furaha na upendo mwingi. Alijaza nyumba yao na joto la upendo. Siku moja waliporudi nyumbani kutoka kazini, Ana alimwambia Agano kwa furaha, Mume wangu, nina mimba. Agano alishikwa na hofu. Si kwamba hakutaka mtoto bali alikumbuka onyo la daktari kuwa ujauzito unaweza kuathiri sana afya ya Ana. Alitabasamu kwa kujifanya kufurahia, lakini moyoni alijawa na hofu kubwa. Kwa siku kadhaa baada ya taarifa ya ujauzito, Agano alikosa amani kabisa. Mawazo na hofu vilimzingira. E eh, alihofia kumpoteza Ana. Kila siku alicheka kwa nje, lakini aliungua kwa ndani. Usiku mmoja, baada ya chakula cha jioni, Agano alimuita Ana chumbani na kumwambia kwa sauti ya upole, mpenzi, nafikiri hatupaswi kuendelea na ujauzito huu. Ana aligeuka ghafla, nini? Umesema nini? Macho yake yalijaa mshangao na hasira. Samahani mpenzi, si kwamba sitaki mtoto wetu, lakini afya yako ni muhimu sana. Daktari alituonya kuwa mimba inaweza kuchochea ugonjwa wako wa moyo, sikutaki upotee. Ana alisimama na machozi yakaanza kumtiririka. Agano, unajua nimekuwa nikitamani kumpa mtoto mume wangu kwa muda mrefu, huu ni muujiza, sitakubali kutoa mtoto huyu eh, hata kama hiyo ndiyo kitu cha mwisho nitakachofanya duniani. Usiseme hivyo Ana, maneno yako yananiogopesha, Agano alisema huku machozi yakimlenga. Nimeamua, sitaki kujadili tena, nalala chumba cha wageni leo, Ana alisema kwa hasira kisha akatoka. Usiku huo Agano hakuweza kulala. Hii ilikuwa mara ya kwanza wao kugombana vibaya. Baadaye alimwendea Ana chumbani na kuomba msamaha. Wakakubaliana waende hospitali kupata ushauri wa kitaalamu. Siku iliyofuata walienda hospitali ya Aga Khan. Daktari aliwasikiliza na kusema, hongera sana kwa ujauzito huu, lakini ni mimba ya hatari. lazima Ana apumzike sana, ale vizuri na aepuke shughuli zozote zinazochosha. Kwa miezi kadhaa iliyofuata, Agano alimlinda mkewe kama yai Hakuruhusu afanye kazi yoyote, alimlisha mwenyewe na hakumwacha peke yake hata mara moja. Mambo yalionekana kwenda sawa hadi mwezi wa nane wa ujauzito. Siku moja usiku, Ana alianza kulalamika kuwa hawezi kupumua vizuri. Alikuwa katika maumivu makali, uso wake ukibadilika rangi, macho yakionyesha hofu. Agano alipigwa na butwaa, akampakia haraka kwenye gari na kumkimbiza hospitalini ya Muhimbili. Walipofika, daktari aliwaambia kwa sauti ya huruma, kuna matatizo, lazima tumtoe mtoto mapema iwezekanavyo ili kuokoa maisha ya mama na mtoto. Dokta, tafadhali fanya kila uwezalo, imuokoe mke wangu, Agano aliomba kwa machozi. Kabla ya kupelekwa chumba cha upasuaji, Ana alimuita mumewe karibu. Kwa sauti dhaifu alisema, mume wangu, tafadhali mle mtoto wetu vizuri kama sitafanikiwa kutoka hapa hai, mpe upendo wote. Kuna hati kwenye kabati langu la nguo ii e, ni urithi wa mtoto, ipe mtoto wetu atakapokuwa mkubwa. Asante kwa kunipa upendo wa kweli na kupenda daima. Agano alianza kulia kwa uchungu, usiseme hivyo wewe, hutakufa utatoka hapa salama, utamwona mtoto wetu. Tafadhali usiende Ana Dakika chache baadaye, Ana alisukumwa hadi chumba cha upasuaji. Agano alibaki mlangoni, mikono ikitetemeka, macho yakiwa mekundu kwa machozi. Saa zikapita kama karne. Hatimaye daktari alitoka akiwa na uso wa huzuni. Samahani sana, tulijaribu kila tuwezalo, lakini hatukuweza kumwokoa Ana. Lakini alikuachia zawadi ya thamani sana, mtoto wa kike mzuri, yuko ICU, unaweza kwenda kumwona. Agano alipigwa na bumbuwazi, dunia iligeuka giza ghafla. Sitaki zawadi, nataka mke wangu, yeye ndiye aliyekuwa zawadi yangu pekee, alilia kwa uchungu. Siku chache baadaye, Agano alirudi nyumbani akiwa na mtoto wake mchanga. Lakini nyumbani hakukuwa na furaha ei. Kila kona ilimkumbusha Ana, harufu ya manukato yake, nguo zake, picha zao, vyote vilimkumbusha maumivu. Alianza kutumia pombe kupunguza maumivu, akamtelekeza mtoto, hakumwita jina wala kumjali. Majirani walimwita tu ibinti au umwanangu kwa sababu hakuwa na jina. Mtoto alikuwa mwenye kilio kikubwa, kila mara akilia hadi majirani walikuwa wakishindwa kulala. Mama yake Agano, Mama Zubeda alikuja kumsaidia, lakini mtoto huyo hakuacha kulia na mama mzazi wa Agano alikuwa akichoka sana. Ndugu na majirani walijitahidi kumsaidia, lakini baada ya muda walirudi kwenye maisha yao na Agano akabaki kivuli cha mtu. Hakula, hakufanya kazi, alijifungia chumbani siku nyingi akiwa analia. Usiku mmoja, mtoto mchanga alianza kulia kwa nguvu usiku kucha. Alikataa kunywa maziwa ya kopo, alilia hadi sauti ikamkauka. Agano ambaye hakuwa ametoka chumbani siku kadhaa, alitoka kwa mara ya kwanza akamchukua mtoto mikononi. Walikalia sakafuni pamoja, wakalia wote kwa uchungu mkubwa. Laiti mama yako angekuwepo, ametuacha peke yetu, Agano alisema kwa sauti ya maumivu, huku machozi yakimtiririka. Mama Zubeda alisimama mlangoni akiwatazama, machozi yakimtiririka pia. Aliumia kumwona mwanawe na mjukuu wakiteseka namna hiyo. Moyoni aliamua kitu e, hali hii haiwezi kuendelea. Asubuhi iliyofuata, Mama Zubeda alimwita Agano sebuleni. Mwanangu, naelewa unavyoumia Nililia sana nilipopoteza mume wangu baba yako, lakini sasa wewe ni baba, unapaswa kusimama kwa ajili ya binti yako. Ukijiharibu, nani atambaki kumlea Ana? Asingependa kukuona hivi. Angalia biashara yako, ei hey, imeanza kudidimia. Unajua mara ya mwisho kula au kuoga lini? Tafadhali jikusanye. Agano alijibu kwa sauti ya chini, mama, siwezi Naumia sana, sijui pa kuanzia. Mwanangu, anza na mtoto wako, anaumia pia. Alichopitia mtoto huyu ni kikubwa kuliko sisi wote. Yeye ndiye chanzo chako cha nguvu sasa. Mama yake alimgusa bega na kumkumbatia. Kwa wiki kadhaa, Agano alijitahidi, aliacha pombe, akaanza kutoka chumbani, akamtunza binti yake akarejea kazini taratibu, akaanza kurekebisha biashara iliyokuwa inaporomoka, lakini kazi ilikuwa kubwa. Agano alipambana sana. Siku moja Mama Zubeda alimshauri tena, mwanangu, unahitaji mke, si kwa sababu ya mapenzi tu, bali pia kwa msaada wa kulea mtoto. Mjukuu wangu anakuwa haraka, nyumbani kunahitaji mguso wa mwanamke, miaka yangu si rafiki tena. Agano alikasirika. Mama, Ana hata hajazikwa vizuri, na unanizungumzia mke mwingine. Watu watasema nini? Mwanangu, acha watu waseme, wananchi hawali uchungu wako. Unahitaji mwanamke atakayekusaidia, mjukuu wangu si wa kulelewa na bibi mzee kama mimi. Fikiria hilo, mama, alisema kwa upole. Agano hakutaka kusikia alihisi kama angewasaliti Ana, lakini kadri siku zilivyopita kulea mtoto na kuendesha biashara kulizidi kuwa mzigo mkubwa. Hatimaye, baada ya kutafakari sana, alimwambia mama yake, mama, uko sahihi, nimeshindwa. Tafuta mwanamke mwenye maadili mema atakayenisaidia kumlea binti yangu. Mama Zubeda alifurahi sana. Najua la kufanya, nitakwenda kijijini kwetu nina mtu moyoni. Baada ya wiki choche, mama Zubeda alirudi kutoka kijijini akifurahi sana. Hakuwa peke yake e, alirudi na binti mrembo mwenye tabia za staha aliyeitwa Asha. Alimpeleka moja kwa moja nyumbani kwa Agano. Agano, huyu ndiye Asha, toka leo ni mke wako na pia mama wa mtoto wetu, mama Zubeda alitangaza kwa furaha. Asha alijumauma kwa heshima. Shikamoo mume wangu, e Tafadhali nipo kwa ajili yako na mtoto. Agano alijitahidi kuwa mkarimu, ingawa hakuwa na hisia zozote kwa Asha. Alikuwa bado anampenda Ana. Macho ya Asha yalikuwa ya upole, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kilichofichika. Miezi ikapita. Asha alionekana kuwa msaada mkubwa. Alimlea mtoto kwa uangalifu, akafanya nyumba iwe safi na alionyesha tabia njema mbele ya Agano na Mama Zubeda. Mtoto ambaye bado alijulikana tu kama e binti alionekana kutulia, tabasamu zake zilianza kurudi, lakini Agano alikuwa bado baridi kwa Asha. Walilala vyumba tofauti, hakumgusa, hakuzungumza naye zaidi ya masuala ya nyumba. Asha alihisi kama mtumishi, si mke. Siku moja, akiwa na huzuni, Asha alimsogelea Agano. Mume wangu, nimekosea nini? tangu nije hapa, hujawahi hata kunitazama kwa jicho la upendo. Niko hapa kwa moyo mmoja, hata kama hunipendi. Je, si haki kunitendea kwa utu? Agano alimtazama kwa macho ya huzuni. Asha, pole, najua sijakutendea sawa, lakini bado moyo wangu uko kwa marehemu mke wangu. Hata hivyo umeonyesha moyo wa dhati, nitabadilika kuanzia leo nitatia bidii kujenga mahusiano yetu. Na kweli taratibu, Agano alianza kubadilika. Alianza kumpa Asha muda, zawadi na heshima. Lakini mtoto wake ambaye sasa alikuwa na takriban miaka miwili bado alikuwa kitovu cha maisha yake. Kila jioni aliporudi kazini alikuwa naye tu. Hii ilianza kumuudhi Asha. Alianza kuhisi wivu na wivu ukaota mizizi ya sumu ndani ya moyo wake. Muda ulivyozidi kwenda, Asha alianza kuwa na wivu wa waziwazi kwa upendo ambao Agano alimpa binti yake. Muda wote ni mtoto, mtoto, mtoto, alijilalamikia moyoni. Atafikiri mimi si mwanamke wala si mke wake. Mambo yakazidi kuwa magumu pale Asha alipopata ujauzito. Badala ya furaha, moyo wake uligubikwa na hofu na wivu mkubwa zaidi. Alitaka Agano ampe muda na mapenzi sawa na yale aliyokuwa akimpa binti yake wa kwanza. Na kama methali ya Kiswahili isemavyo, wivu ukizidi huchochea chuki. Asha alianza kumchukia mtoto wa Agano. Aliona mtoto yule kama kikwazo katika maisha yake ya ndoa. Akili yake ikaanza kufikiria mambo mabaya. Agano anampenda sana huyu mtoto zaidi ya mimi, hata akiwa mjamzito sasa mtoto wangu atazaliwa atapata nini kama huyu bado yupo siku moja akiwa anapanga nguo kabatini macho yake yakaangukia bahasha ya kaki ilikuwa ni hati ya urithi aliyokuwa ameacha marehemu ana kwa ajili ya mtoto wake ilikuwa na mali hela nyingi na majengo kadhaa Asha alishtuka maskini huyu mtoto mdogo ana vitu vyote hivi na mtoto wangu atakuwa na nini hapana Siwezi kukubali. Kuanzia siku hiyo, Asha alianza kumbagua mtoto. Agano akitoka kazini, mtoto aliachwa bila chakula, akiwa mchafu na akilia bila msaada. Wakati mwingine, Asha alijifanya kuwa na shughuli nyingi ili asimhudumie. Siku moja, Agano alirudi nyumbani mapema baada ya kusahau pochi yake. Alipoingia alikuta mtoto amekaa sakafuni analia, akiwa hajabadilishwa nepi na bado yuko kwenye nguo za usiku. Harufu mbaya ilijaa sebuleni. Mtoto wangu, Mungu wangu, nani kafanya hivi? Agano alimkumbatia binti yake huku machozi yakimtoka. Alienda kumtafuta Asha, akamkuta juu ya sofa akitazama tamthilia ya Kekarian, anakula popcorn. Agano alilipuka kwa hasira. Asha, umefanya nini? Unamwacha mtoto na lia mwenyewe huku unajifurahisha? Wewe ni mama kweli? Asha bila aibu alijibu, sitaki kelele zako, mimi si yaya wa kulea mtoto wa mke wako wa zamani. Mimi ni mjamzito, nataka mapumziko. Kama hutaki, tafuta nani akulelee huyo mtoto wako wa upendo. Agano alipigwa na butwaa. Unasema nini? Kama mtoto huyu asingekuwepo, usingeingia hata kwenye nyumba hii. Kama huna mpango wa kumlea kwa upendo, basi kachukue vitu vyako uondoke. Asha akanyamaza, lakini ndani ya moyo wake alijawa na chuki kali. Sawa Agano, utalipa. Nitakufundisha somo, nitahakikisha mtoto huyu hatakuwapo tena katika maisha yako. Utaona. Tangu siku hiyo ya mzozo mkubwa, Asha alijifungia ndani ya chumba chake akiumba kisasi moyoni. Agano alikuwa ameshamwona kwa sura halisi, lakini hakuweza kuthibitisha mengi. Lakini Asha alikuwa na jambo moja akilini: mtoto lazima atoweke. Alijua sasa Agano alimdhania hana huruma, na akaanza kufunga kamera za CCTV ndani ya nyumba a kila kona, kila chumba, kila ukuta. Hili lilimkasirisha Asha hata zaidi. "Ananichunguza kama mwizi? Sawa, nitafanya kitu ambacho CCTV haiwezi kufuatilia." Mpango wake ukawa wa kisiri sana, alianza kutafuta njia ya kumtoa mtoto bila agano kujua. Siku moja aliamua kuondoka nyumbani akijifanya anaenda sokoni. Alimvalisha mtoto vizuri, akambeba pamoja na kikapu cha plastiki chenye manunuzi bandia na kuingia kwenye gari. Asha akaendesha hadi pembezoni mwa mji eneo la Mlandizi ambako hakuna anayemfahamu. Akiwa njiani, akapita daraja moja juu ya mto mkubwa, akasimama, akatoka nje ya gari, akamtazama mtoto aliyekuwa amelala usingizi mzito. Ukibaki hai, unaweza kurudi baadaye kudai urithi wa mtoto wangu, lakini nikikutupa hapa, utakuwepo tena? Asha akasema kwa sauti ya chuki. Aliangalia kulia na kushoto, hapakuwa na mtu. Maji chini ya daraja yalikuwa ya nguvu. Akainama akampakata mtoto kwa mikono miwili, kisha kwa haraka akamtupa kwenye mto. Mtoto alipotumbukia, Asha hakusita, alikimbia kurudi kwenye gari na kuondoka kwa kasi. Moyoni alijihisi kama mshindi. Hatimaye, sasa mtoto wangu atamiliki kila kitu, alisema huku akicheka kishetani. Lakini ghafla akakumbuka swali ambalo Agano atamuuliza: mtoto yuko wapi? Ndipo alipofikiria mbinu mpya. Asha akaendesha gari hadi maeneo ya Gongo la Mboto, na kisha akajigonga makusudi na gari nyingine. Ajali hiyo ikamletea majeraha madogo na wakazi wa eneo hilo wakamkimbiza hospitalini. Agano alipigiwa simu kuwa mkewe mjamzito na mtoto wao wamepata ajali. Alilia kama mtoto. Hofu, hasira na kumbukumbu za Ana vikamjaa, akakimbia hospitali kwa kasi. Alipomwona Asha kitandani akiwa amefungwa bandeji, alihisi uchungu mwingi. Honey, iko wapi mtoto wetu? iko wapi binti yangu? Asha akavua uongo kwa ustadi, sijui Tulikuwa pamoja ajali ilipotokea, nilizimia. Nilipoamka niko hapa, e, sijui mtoto alikwenda wapi. Aliweza hata kulia machozi bandia. Agano akatafuta hospitali nzima, akakimbilia polisi, akazunguka maduka ya madawa, vituo vya watoto waliopotea lakini hakuweza kumpata mtoto wake. Lakini Mungu hachoki na haki huwa haifichwi milele. Siku ile ile aliyotupwa mtoni mtoto alielea hadi kwenye kijiji kidogo cha wavuvi kando ya mto Ruvu. Mvuvi mzee aliyefahamika kama Mama Shabani, mjane mwenye moyo wa dhati na ambaye hakuwa na watoto wake, aliona kitu kinaning'inia pembezoni mwa maji. Alipokisogelea alishtuka, Subhanallah, mtoto hai! Alimchukua haraka akamvika shuka na kumkimbiza nyumbani kwake. Kwa siku kadhaa alimpa uangalizi wa karibu hadi afya ya mtoto ikarejea. Wanawake wa kijiji walikuja kumshangaa na kusaidia kumlea. Baada ya wiki kadhaa, mtoto alianza kucheka. Macho yake ya kung'aa yalikuwa ya matumaini. Mama Shabani alimchukulia kama mtoto wake. Akampa jina jipya Neema, kwa sababu ameokoka kutoka mauti. Ni neema ya Mungu, alisema. Alimpeleka polisi na hospitali kuthibitisha afya yake na kutoa taarifa, lakini miezi ilipita, e, hakuna mtu aliyekuja kumdai. Ilionekana kama mtoto alitelekezwa kabisa. Polisi walifunga jalada, mama Shabani akaamua rasmi kumlea. Miaka ikapita. Neema alikuwa mtoto mwerevu sana, mtiifu na mwenye upendo kwa watu wote wa kijiji. Wanakijiji wote walimpenda kama binti yao. Mama Shabani na wavuvi wa kijiji walikusanya michango hadi walimpeleka sekondari kisha chuo. Ndoto kubwa ya Neema ilikuwa kuwa daktari. Alisoma kwa bidii na hatimaye alipata ufadhili wa kusoma udaktari katika chuo kikuu jijini Dar es Salaam. Kijiji kilimshangilia. Mama Shabani alilia kwa furaha, wewe ni muujiza wangu. Mungu alinibariki kwa kukuleta. Miaka ilivyosonga mbele, Neema alikamilisha masomo yake ya udaktari akiwa mmoja wa wanafunzi bora chuoni. Alikubaliwa kufanya kazi katika hospitali kubwa jijini Dar es Salaam, bila kujua, ndiko alikozaliwa na ndiko alikopotea. Siku moja, wagonjwa waliletwa kutokana na mshtuko wa moyo. Mmoja wao alikuwa mwanaume wa makamo mwenye sura ya uchovu na huzuni ya muda mrefu Alianguka kazini kwa sababu ya shinikizo la mawazo na huzuni isiyopona. Jina lake lilikuwa Agano. Neema alipomwona kwa mara ya kwanza, moyo wake ulishtuka. Kulikuwa na hisia isiyoelezeka, eikana kwamba alishawahi kumwona mtu huyo, kama kumbukumbu ya mbali sana. Agano naye alishtuka pia, macho yake alimtazama Neema kwa muda mrefu. daktari Unafanana sana na mtu niliyempenda sana maishani mwangu, Agano alisema kwa sauti ya chini. Neema alitabasamu, lakini alihisi moyo wake ukihama kidogo. Katika siku zilizofuata, Agano alikataa kutibiwa na daktari mwingine yeyote zaidi ya Neema. Alifurahia kuwa karibu naye, ingawa hakuelewa kwa nini. Kulikuwa na amani ndani ya moyo wake kila alipokaa naye. Siku moja alimuuliza kwa upole, "Samahani Neema ei, unatoka wapi?" "Nilitokea kijiji cha uvuvi kule Ruvu, nilipatikana na mama yangu mlezi nikiwa mtoni, walinielea kama mtoto aliyeokotwa," alijibu kwa utulivu. Agano alishikwa na butwaa. "Ulisema ei, hey, ulipatikana mtoni?" "Ndiyo, mama yangu mlezi, Mama Shabani, ndiye aliyeniokoa Alinipenda kama mtoto wake. Sauti ya Agano ilianza kutetemeka, akavuta picha ya zamani kwenye pochi yake ya marehemu Ana akiwa na binti yao mchanga. Naomba utazame hii picha. Neema alipoitazama alihisi moyo wake kusimama kwa sekunde kadhaa. Uso wa mwanamke kwenye picha ulikuwa picha halisi ya sura yake. Agano kwa sauti ya kutetemeka akauliza, je, una alama ya doa dogo la kuzaliwa kwenye bega la kushoto? Neema akamkazia macho, kisha taratibu akainua mkono wa koti lake la daktari. Alama ilikuwa pale kama ilivyoelezewa. Agano alilia sana. Neema, wewe ni binti yangu, wewe ni yule niliyompoteza. Mungu amekuleta tena. Neema naye alianza kutetemeka. Una maana gani? Mimi hii, ni mtoto wa marehemu Ana? Ndiyo mwanangu, ndiyo. Samahani kwa miaka yote ya mateso, sikujua kama bado uko hai. Baada ya matukio hayo ya kusisimua, Neema alikubali kufanya kipimo cha DNA kwa ushauri wa Agano ili kuthibitisha kile roho zao tayari zilihisi. Siku chache baadaye matokeo yalithibitisha bila shaka, Agano alikuwa baba yake wa kweli. Siku hiyo walikumbatiana na kulia kwa hisia kali. Machozi yaliyokuwa ya huzuni miaka mingi sasa yakawa ya furaha. Mwanangu e, Mungu alinijibu maombi yangu, nilijua haukuweza kufa. Mama yako angefurahi sana kama angekuwa hai, Agano alisema kwa sauti ya kiungwana. Neema naye alisema kwa sauti ya kicheko cha huzuni, naamini mama amenitazama kutoka juu mbinguni naamini moyo wake umepumzika sasa. Ilikuwa ni zamu ya Agano kufunga ukurasa wa maumivu. Akamwita Asha sebuleni kwa sauti tulivu, lakini yenye msisitizo. Asha, naomba uniambie ukweli, siku ile ya ajali, nini hasa kilitokea kwa mtoto wangu? Asha alipigwa na butwaa, lakini alijifanya kama kawaida. Agano, nimeshasema mara nyingi, ajali ilipotokea, nilipoteza fahamu, sikuona mtoto alipoenda, he. Lakini kabla hajamaliza Agano akatoa bahasha ndogo. Ndani yake ilikuwa ripoti ya DNA na picha ya Neema akiwa kazini hospitalini, akiwa amevaa koti jeupe la udaktari. Umemwona huyu? Huyu ni binti yetu, yule uliyetupa mtoni. Mungu alinusuru Asha alishikwa na bumbuazi akaketi chini ghafla, mdomo wazi. Hae, hae, haiwezekani! Haiwezekani kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu yote yawezekana, Agano alijibu kwa sauti ya ukali wa haki, kisha akasimama kwa nguvu. Uh, ondoka katika nyumba yangu leo, sasa hivi! Ulikuwa na nafasi ya kulea binti yangu kama mama, ukachagua kumua kwa hilo hutakaa usamehewe. Asha alijaribu kuomba msamaha, akalia, akajigonga sakafuni, lakini haikuwa na maana tena. Agano alikuwa ameshaamua. Akamwita mama yake, mama Zubeda na Neema, na mbele yao akasema, he. tangu leo huyu mwanamke hana nafasi tena katika familia hii. Asha alifukuzwa kama mgeni wa usiku. Aliondoka akiwa na aibu, huzuni na mikosi mikubwa moyoni. Baada ya Asha kufukuzwa, nyumba ya Agano ilianza kupata utulivu na mwanga mpya. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Agano alihisi amani moyoni. Alikaa na Neema, wakazungumza kwa saa nyingi, wakizungumzia maisha aliyopitia, maswali aliyowahi kuwa nayo, na ndoto zake za baadaye. Siku moja, Agano alimsogelea Neema na kusema he, mwanangu, lazima tumtafute yule mama aliyekulea kama si yeye, huenda leo ungengekuwa kaburini. Ni lazima nimshukuru kwa dhati. Miaka ikasonga mbele, kijiji cha Ruvu kikabadilika kabisa. Kila kona kulikuwa na alama ya upendo wa Neema na shukrani ya Agano. Watu waliotoka miji ya mbali walikuja kutibiwa katika hospitali ya zahanati ya Neema, mahali palipojaa utu na huduma ya kweli. Agano alihamia karibu na kijiji hicho alijenga nyumba ndogo karibu na nyumba ya Mama Shabani akisema, hili ndilo jina la Ana lingestahili kubaki kwenye maisha ya watu wenye matumaini neema. Aliendelea na kazi ya udaktari, lakini pia alianza kufundisha vijana wa kijiji kuhusu afya, ndoto na thamani ya elimu. Alijua alipotoka. He alikumbuka maji ya mto, sauti ya mama mlezi na kilio chake cha utotoni, na sasa aliona yote kama sehemu ya muujiza wake wa maisha. Na kuhusu Ashai, baada ya kufukuzwa alirudi kijijini kwao akiwa na aibu. Watu waliomjua walimcheka na kumshangaa. Aliishi maisha ya upweke akiwa na kumbukumbu ya mabaya aliyoyafanya. Hakuwahi kuolewa tena, hakupata mtoto na hakuwahi kusamehewa. Funzo katika maisha: mema huzaa mema na mabaya hujilipiza yenyewe. Moyo wa mama si damu tu, ni neema, ni uzima, ni baraka. Na kama methali ya Kiswahili isemavyo, mwisho wa uongo ni aibu, lakini mwisho wa kweli ni heshima. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.